Hello wana wa Afrika Chonda, chonda. Hapa Ubuntu Bantu wa Afrika ni watu sio manyani. Hii ni sauti ya fikra huru za Mwafrika. Fikra ambazo hazishikiliwi na mikutano ya, ya Berini, fikra ambazo hazishikiliwi na mikutano ya Jerusalemu wala Maka wala Madina. Hizi ni fikra huru kutoka katika bara la Afrika, tunasema El Kabulani Africa a we are not Africa. You must pay and before you climb with them. Leo naendelea na nasaba ya utawala wa Kemeti. Niliishia nasaba ya kumi na saba. Sasa tunakwenda katika nasaba ya kumi na nane. Nasaba ya kumi na nane na, na, mwanzo wa dola mpya na moja nasaba maarufu zaidi ya Kemeti. Nasaba hii ya kumi na nane ya Kemeti, takriban mwaka elfu moja mia tano na hamsini hadi elfu moja mia mbili na tisina mbili KK, kabla ya kuzaliwa Kristo. Hii ndio nasaba ya kwanza ya dola mpya, the new kingdom. Ilianza baada ya Hamosi wa kwanza kufukuza Hiksosi na kuunganisha Kemeti tena. Kipindi hiki ndicho kile cha nguvu ya kijeshi, kisiasa, kitamaduni cha Kemeti. Mji mkuu ulikuwa Tebezi wa Seti na baadaye Akhenaten almana kwa muda mfupi chini Akhenaten. E, ni dynasty ya kumi na nane ya utawala na saba ya kumi na nane katika eneo linaitwa Kemet ambayo leo hii mnaita Misri. Hapo no, mwaka elfu moja mia, mia tano na hamsini Waafrika watu weusi wakiwa na uongozi wenye utawala kwenye Golden Age ya kumi na nane, utawala wa thabiti na wenye nguvu uliokonka kuanzia Nubia mpaka Jerusalemu mpaka Lebanoni. Alafu wazungu wanakuja kutuambia watu weusi walikuwa hawana hawana ukuu wowote, wao ni manyani wasiokuwa na msingi duniani, wao ni wasindikizaji. Tukisoma history tunagundua kwamba wazungu wao ndio wasindikizaji, wazungu wao ndio wapolaji. Hawana jipya waliolileta chini ya jua hili zaidi ya uongo na sedition. Wana wa Afrika, naomba niwatangazie utukufu wa mtu mweusi. Huu ni utukufu wa mtu mweusi. Kipindi hiki wanasema ndicho kipindi kile, kilele cha nguvu ya kijeshi, kisiasa na kiutamaduni cha Kemeti. Kemeti ilikuwa na miji mikuu mingi kule kuanzia Akropolis, Memphis, watu wa Weti, Tebesi. Ayo yote ni miji mikuu ya kemeti ya kale ambayo leo hii wanaita masiri, misiri. Yote ni alama ni neno linalohusiana na mtu mweusi. Wafalme muhimu wa nasaba ya kumi na nane wa kwanza alikuwa amose wa kwanza, au wanamwita nebu Nepuhataya hata. Nepuhataya. Mwanzilishi alifukuza Hyksos hino kaanzisha dola mpya, huyu Amose wa kwanza. Wa pili anaitwa Imon Hotepu yule mwenye aliyekuja na amani, maana ya Imon Hotepu maana yake ni yule aliyekuja na amani, au maarufu wanamwita DJ Kare, DJ Sikare alipoanua mipaka hadi Nubia na kuendeleza kue jeshi watatu ni Tutomoses. Tutomoses wanamwita Akepekare. huyu Tutomoses ndio wazungu wanamwita Moses au Musa, alifikisha utawala wa Misi hadi Siria na Nubia. Tutomoses wa pili, utawala mfupi, mume wa Hate Shaputi. Baada ya kufa Tutu Mosesi wa pili, Hata Shaputi akachukua kiti cha utawala wa Kemeti, malikia na ni mfalume. Alijigea cheo cha ufalume mwanamke, lakini alikuwa anavaa ndevu. Chai kuona Mwafrika Ulaya kutokea kipindi hiki, wazungu wana claw downi kama mamba kule kati ya milima barani Ulaya, wazungu wanakula low miti kipindi hiki elfu moja mia tano na hamsini hadi elfu moja mia mbili BC. BK au tunasema KK, kabla ya Kristo. Wewe ndugu yangu ulolishwa matango na mzungu, ukiambiwa ukweli utaki kuelewa. Wewe unaendelea na mila zako za kukubali watu weupe majangili. hawajawahi kuwa na neema kwa mtu mweusi. Kwa hiyo Malkia Hatshepsut baada ya kufa mume wake Tutmoses wa pili akachukua Malkia kama regent baada ya mume wake kufa, ambaye mtoto alikuwa hajafikia umri wa kurisi kiti cha utawala. Malkia Hatshepsut jina lake la jina lake la utawala anaitwa Maati Kare. Maati tunarudi kwenye tunaita the 42 law of Maati, sheria 42 za Maati sheria za kuishi za Wakemeti ambazo hizi ndio wa wale wenzetu wa upande wa dini ya, dini ya kwenda mbinguni wanasema wana amri kumi, amri kumi hizi walizitoa kwa hizi 42 law of Maati. Wow, wao wakas, wakasnatch amri kumi wakaacha thelathini na mbili. Wanasema mamalikia maarufu yalatawara kama farao alijenga hekalu kubwa la Deli el Bahari. huyu ndio Hatshepsut, mama mwamba wa chuma, aliwaendesha wanaume, aliwatawala wanaume. Hii ndio uelewe, Afrika hatujawahi kumdharau mwanamke. Ndio maana ukienda kuangalia, unamkuta pale Kemeti kuna, kuna, kuna ng'ombe the bull akiwa na mwezi kichwani kwake. Hii inaongelea miungu ya kike ya Kemeti. Kwa hiyo wanawake, sisi tukawa tumewapa cheo cha uungu, na wanawake ni miungu, kwa sababu wao ndio wanaumba mimi na wewe. Bila mwanamke, na mindevu yako yote hiyo isingekuwepo. You must respect your mama, respect your father. Respect to your grandmother, grand grand kwa grand, grand, grand, grand, grand nah. Sababu utakuwa wamejiondolea ukuu na utukufu wako enyi wana wa Afrika. Kwa hiyo huyo ndo mama Hate Shaputi. Tunakwenda mfalume wanasaba ya kumi na nane maana ili na saba ya kumi na nane ilikuwa na wafalme wangapi? wafalme kumi na mbili. Hapa tunakwenda mfalme wangapi? nakwenda mfalme wa tano, nakwenda mfalme wa sita. Tuto Mozezi wa tatu anaitwa Meni Nkepere, mara nyingi huitwa Napoleon of Misri, yani Napoleon wa Misri, Napoleon wa wa Kemeti, kwa ushindi wake mkubwa wa kijeshi Asia na Nubia, yani hapa hadi mchina alichapwa. Hawa ndio Afrika. Hawa ndio watu weusi, the great men uh, never fail. Eh. Uh, the black men never fail. Black men never disappear because we are we are here for the past, present and future. We are Galaxy. We are Milky Way. We are Lumurian. The son from far away, all about us. We are not guests for every space, we are the owner. Kwa hiyo wana wa Afrika, tuto Tutomozezi, yeye aliyekuwa mkuu wa jeshi. Tutomozezi wa tatu alikwenda kuikonka Nubia pamoja na Asia. Aha, uh -huh. Tunakwenda katika na saba ya saba. Amonotepu wa pili na Tuto mosezi wa nne waliendeleza nguvu za kifalume na kampeni za kijeshi. Kipindi hiki ikatawaliwa na himaya mbili, Amonotepu wa tatu, Nebumaati Nebu Tre, kipindi cha amani na ustawi Hayajulikana kwa sanaa na usanifu mkubwa ikiwa ni pamoja na Colossi of Memnon. Nani anamjua Memnon? Nikwambia habari ya Memnon ndio mtu wa kwanza kutia saini ya amani ya katika vita yake. Memnon alikwenda kuwapigana na wa Trojans. Eh? Mnajua Trojan? Nani alishawahi kusikia kitu kinaitwa the Trojan Horse? Nitafute siku moja nitakuelezea habari ya Trojan Horse. Kwa hiyo uh, huyu ni Amonhotepu wa tatu. Alafu Amonhotepu wa nne au anamwita Akhenaten, afu Nekeperure, alianzisha ibada ya mungu mmoja Aten, jua na kuhamisha mji mkuu kwenda Almana. Tutankamuni wa tatu, Tutankamuni Nebukeperure, mwana mdogo alirudisha dini ya Amun. Kaburi lake ndilo lilopatikana likiwa na hazina kubwa, liko katika eneo linaloitwa KV 62. Otepu wana wa Afrika, ubuntu bantu wa Afrika ni watu tunasema amenera.